Mazungumzo ya footprints yanahusu ufahamu na uzoefu kutoka kwa viongozi wenye tajiriba katika sehemu zao za kazi na biashara na huchukulia kazi zao kama nafasi ya huduma. Mazungumzo ya footprints wiki hii ni sehemu ya nne kuhusu uaminifu na kazi na Bi Ruth kulingana na kitabu cha Ruth sura ya 4 mstari wa kwanza hadi 22. Umekuwa wakati mzuri sana na mwanamke huyu mashuhuri ambaye anaashiria uaminifu na bidii na ameshiriki maarifa na uzoefu kadhaa nasi kuhusu jinsi tunavyoweza kufuata sifa hizi katika mahali petu pa kazi na biashara. Tafadhali tumkaribishe tena kwenye mazungumzo yetu ya Footprints. Tumekuwa na wakati mzuri pamoja. Ninathamini sana fursa ya kushiriki uzoefu na maarifa yangu na wewe na hadhira yako. Tumekuwa tukingojea kwa hamu sana. Tungependa kusikia kuhusu fursa ambayo Bwana alifungua kwa ajili yako kwa sababu ya uaminifu wako kwa Mama Naomi na bidii yako. Ilikuwa ni mshangao mkubwa. Kabla ya hapo, wacha niseme kwamba sikuwahi kufikiria kwamba shamba nililokuwa nikivunja mgongo, nikiokota masazo, baadaye lingekuwa shamba langu mwenyewe. Ninataka kumwambia mtu kwamba unaweza kuwa unafanya kazi kama mtumishi au mtu wa kawaida tu katika kampuni ambayo Bwana tayari amekufanya kuwa mmiliki, mkurugenzi mtendaji au mkurugenzi wa kampuni hiyo. Uaminifu wako na bidii yako itakuleta katika yale ambayo Bwana amekuwekea. Ulikuwa mmiliki wa shamba ulilokuwa ukiokota masazo. Kulifanyikaje? Kwanza, Bwana aliniongoza hadi kwenye shamba la Bwana Boazi ambaye alikuwa mmoja wa ndugu ya marehemu baba mkwe wangu. Aliguswa kutokana na uaminifu na bidii yangu na akanionyesha fadhili na upendo. Baadaye Mama Naomi aliniambia kuwa Bwana Boazi alikuwa amenipenda vizuri sana. Kwa hivyo kulikuwa na upendo kati yenu. <laughs> Je, ulimpenda pia? Hakika nilimpenda pia. Ilikuwa vigumu sana kutompenda bwana Boazi. Alikuwa mkarimu sana na mwenye kupendeza, na mama Naomi alinisaidia kuitikia upendo wake. Alinifanya nivae nguo yangu nzuri zaidi, nikajipaka manukato, nikaingia ndani kwa siri, nikafunua miguu yake na kujilaza alipokuwa amelala kwenye sakafu yake ya kupuria. Iliyofuata ni historia nilikuwa mke wake mpendwa tukamzaa Obedi ambaye alikuja kuwa babu ya Daudi na pia kizazi cha Yesu. Hadithi ya kushangaza ya kupitia hasara, huzuni, giza, uaminifu, bidii, upendo na ushuhuda wenye nguvu. Umeshiriki maarifa kadhaa nasi tangu sehemu ya kwanza katika shairi la tamthilia la Can-Do Leaders lenye mada mioyo yote ya salamu inayokufa, inayokushirikisha wewe na Bwana Boazi. Unatambulika ukisema mikono ya Mungu niliona mikononi mwako iliyonipimia nafaka. Tunaweza kujifunza nini kutokana na hilo? Mungu ambariki Bwana Boazi aliyeiga sura ya Bwana na kuwa sehemu ya ushuhuda wetu. Ni yeye pekee aliyejihatarisha ili kutuonyesha ukarimu. Hakuna jamaa yake aliyetutaka tuwe mzigo kwao. Hata mkombozi wa jamaa wa karibu zaidi alisema tutakuwa mzigo kwenye mali yake ikiwa atatukomboa. Lakini Bwana Boazi alijihatarisha na akaonyesha ukarimu na upendo kwetu. Alileta nuru kwenye giza letu. Pole sana kwa mkombozi wa jamaa wa karibu aliyekataa kukukomboa. Pia alipoteza nafasi ya kuwa babu wa Daudi na babu wa Bwana wetu Yesu. Kwa hivyo, wasikilizaji, tujifunze kutokana na uzoefu huu. Huenda usijue nafasi ambayo Bwana amekupa. Ndiyo, usimdharau au kumcheka mtu ambaye huenda anapitia nyakati ngumu. Kamwe huwezi kujua ushuhuda ambao Bwana anaweza kuwa anatayarisha kwa ajili ya maisha yao. Usichukue virahisi nafasi za ukarimu na uaminifu ambayo Bwana hukupa kama fursa ya kumtambulisha. Hakika Bwana atakulipa kwa hilo. Amina. Kwa hilo pia nimejifunza masomo kadhaa tunayoweza kutumia katika sehemu zetu za kazi kutokana na uzoefu wako. Kuonyesha uaminifu mahali pa kazi kutahusisha kuwa wa kutegemewa, kuchagua mahusiano badala ya urahisi, kujitokeza na kufanya kazi hata wakati hakuna anayetambua au kuthamini unachofanya. Je, hiyo ni sawa? Ndiyo. Inaweza pia kuhusisha kuwekeza wakati na nguvu zako kwa watu mahali pa kazi kama nilivyofanya na Mama Naomi. Katika ulimwengu wa kisasa wa kitaaluma kuwekeza kwa watu kunaweza kuwahamasisha wao kujitolea kufanya kazi za bidii na kuwa na malengo ya pamoja ya kampuni. Je, tunaweza pia kusema kwamba kujitolea kufanya kazi ya kawaida, kufanya kazi za faragani kwa ubora unaweza fanya mtu kutambulika na kumfanya yeye kupata fursa kubwa zaidi? Hakika, sikujua Bwana Boazi na Yahwe wote wawili waliona uaminifu wangu na bidii yangu. Nilipoondoka Moabu, sikujua Bwana aliniandalia uhusiano mzuri wa kifamilia na Bwana Boazi. Sikujua ningekuja kumiliki ardhi niliyokuwa nikiokotea masazo. Sikujua kamwe kwamba mimi Moabu nitakuwa na wafalme wakuu wa Israeli na Bwana Yesu kama sehemu ya ukoo wangu. Hakika, ni ushuhuda ulioje. Ahadi yako ya kumimina maisha yako ili kumsaidia mama Naomi kupitia uaminifu na bidii ilileta matokeo makubwa, fursa na ushuhuda nyingi tumejifunza mengi kutokana na uzoefu na maarifa yako. Tafadhali tumshukuru Bi Ruth. Iwapo mazungumzo haya ya footprints yamekuwa yenye baraka kwako, basi ipitishe ili iwe ya baraka kwa wengine. Je, wewe ni muumini aliyejitolea kutimiza wito wake wa kitaaluma mahali pa kazi na mahali pa biashara? Tuna rasilimali kadhaa kukusaidia kufanya hivyo. Jiunge nasi kwenye mtandao wetu YouTube kwa ajili ya wewe kupokea rasilimali mpya kila wiki. Kama wewe pia una vipaji vingine vya kiteknolojia, wasiliana nasi na tuzisalimishe kwa Bwana ili kubadilisha maisha ya wengine kwa utukufu wake.